Siku ya jana, makampuni kote ulimwenguni yalichukua fursa ya kueneza mguso wa furaha isiyo na kifani kwa kutunga hadithi chache za Siku ya Wajinga ambazo ni nzuri sana kuwa za kweli. Iwapo e uliamini kwa ufupi hadithi zisizotarajiwa, imekuwa mwanzo wa mwezi wa kufurahisha kuona mambo mbalimbali ambayo makampuni kote ulimwenguni yamekuja nayo. Kwa watabiri wengi, kustaafu kwa ndege ya Concorde mwaka 2003 kulikuja haraka sana, huku baadhi tu ya abiria matajiri na maarufu waliochaguliwa akipata nafasi ya kuruka kwa ndege maarufu ya juu katika njia za Mach 2 za kuvuka bahari ya Atlantiki kabla ya kustaafishwa. Hata hivyo, watumiaji wa Flightradar24 siku ya jana hawakuamini macho yao wakati tovuti ya kufuatilia ilionyesha Air France Concorde ikiwa angani hii ilifuatiwa baadaye na mfano wa ndege ya British Airways. Ndege hizi zilionekana zikiruka kutoka vituo vyao katika uwanja wa ndege wa Paris Charles de Gaulle na London Heathrow hadi John F Kennedy katika jiji la New York. Ingawa hii ilikuwa kwa bahati mbaya si zaidi ya uongo wa kina, Flightradar 24 ilifanya vyema kuangazia kila undani wa mwisho, ikijumuisha usajili sahihi na takwimu za vipimo kama vile urefu na kasi. Kwingineko, shirika la Emirates iliibua mawimbi kwa kutangaza kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba itakuwa ikibadilisha vyanzo vyake vya mapato vilivyo na sehemu nyingi kwa kutambulisha huduma mpya kwa VIP vifurushi muhimu sana. Mpango huu ungeshuhudia shirika la Emirates ikishindana na DHL katika nyanja za uwasilishaji wa vifurushi. Emirates ilieleza kuwa Ukivunja mipaka mfano ya mashirika ya ndege ya kibiashara, huduma hii mpya itatoa utoaji wa nyumba kwa nyumba kwa kiwango sawa cha utunzaji ambacho Emirates hutoa kwa abiria wake wengine wote. Bila shaka hili lingekuwa faraja la kusisimua kwa wale ambao wamezoea kupokea vifurushi kupitia gari zile za zamani za DHL na Amazon, ingawa kutua kwa Airbus A380 kwenye barabara ya miji inaweza kuwa jambo lisilowezekana sana na hivyo kufanya hii kuwa zaidi ya mzao wa Siku ya Wajinga. Kwingineko, shirika la ndege la Canada la Air Transat ilichukua lengo la ucheshi kwa Rais Trump kujaribu kubadilisha majina ya maji mashuhuri, kwa kutangaza kwamba inabadilisha rasmi jina la bahari ya Atlantiki kuwa bahari ya Canada. Kama ilivyobainishwa kwenye tovuti ya Air Transat, mtoa huduma huyo huendesha safari za ndege 184 katika eneo hili la maji hadi Ulaya kila wiki, na ingawa hali hii isiyo na madhara ilikuwa mzao wa siku ya wajinga, inaangazia nguvu ya mtandao wake wa kuvuka Atlantiki. Wakati huo huo, Aerotime iliripoti kwamba viwanja vya ndege vya Ulaya vitachukua nafasi ya salamu za maji ya mizinga kwa safari za ndege na mizinga ya baada ya marufuku iliyodaiwa kufanywa huku kukiwa na wasiwasi wa mazingira. Chapisho hilo lilibainisha katika udanganyifu wake wa kuchekesha kwamba bendi za shaba na waigizaji waliovalia mavazi ya wanyama pia walizingatiwa, lakini asilimia sitini ya wa wapiga kura wote wanaostahili kupiga kura walichagua mizinga ya konfeti. Una maoni gani kuhusiana na makala hii, tupia komenti yako, lakini usahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi.